sana wanachokifanya wao sasa hivi, si tumepita sisi? Ndio tumefanya mpaka sherehe zimebarishwa na Kafu kwamba atakaye feli klabu bingwa asirudi kucheza shirikisho. Yanga ndio anaosababisha alivyo feli tu kwenda klabu bingwa alivorudi shirikisho, moja kwa moja mpaka fainali. Ndugu zetu, msimu hulo ulivoona tumepata mafanikio, imeenda mpaka fainali. Mwaka jana wakasuasua kwenye ligi, angalau wao watu wanne kule wakacheza shirikisho nao. Wafike finali. Kwa hiyo ni watu waliofeli, wanacheza finali watu waliofeli. Sasa sisi tunazungumza kuhusiana na msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania yeah. bado ulivyo kwa sasa hivi. Yanga na Simba, nani unampa ubingwa? Yanga bingwa. Kwa nini Yanga? Yanga anaongoza ana pointi sabini. Na leo ana mchezo anagonga mtu ana pointi sabini na tatu Kwa a mebaki michezo mingapi? michezo mitatu. Mitatu. Simba wenyewe naa michezo minne. Tucheze hivi ivipo, wakati tumepeleka timu tarehe ngapi uwanjani na watu wako sasa, anacheza nini? watu wanakimbiza timu Jana walikusha wachezaji wanaa mchezaji mpaka bahari inatawanyika, na bahari imetawanyika kaenda pale, kala chuma tano huyo. Kwa mchezaji alishuka hapa anaitwa, si mkwayo si nani, watu alikaa kwambia, dunia yote inatemeka, ajao wameoka chuma hizo mbili. Saa sasa huyu mpanzu ni nani? Mbaz kabisa mtu mmoja tu. Sasa huyo mtu mmoja ndio tunahitaji, muende kwa mtu mmoja kwenye mashirika avuke aende. Sisi tunamwombea ndugu wetu. Huko kwenye ligi si atuchezi naye. Ila tunamwombea kwenye Azam Federation, avuke waende finali pale ujanja

Ushamsikiliza mtu wako? Yaani umerudisha kule kasikilizo nyumbani, kwanza sawa. Amesema hivi Yanga hana makosa, Simba hana makosa, mwenye makosa nani? Ndo tunamtaka mwenye makosa, akipatikana tu tutapeleka timu. Au unataka kumaanisha kwamba mwenye makosa anaweza kuwa bodi ya ligi? Ni bodi ya ligi na TFF sasa barua ambayo Simba walitoa siku ile tarehe nane, walisema kwamba eh, hawatacheza hadi klabu ya Yanga iadhibiwe, lakini kwa sasa hivi Yanga eh, haijaadhibiwa na tarehe imepangwa Una... na Simba wamesema kwamba wanacheza. Hii inaashiria nini? Aa, sheria sawa, ukishazijua sheria, ukisha sheria, inakusaidia sana. Sheria ya mechi kuahirishwa ni saa sabini na ngapi? sabini na mbili. Ile mechi imetangazwa usiku saa, sa, saa tatu kwamba sisi kesho hatupeleki timu uwanjani mpaka saa saba mchana kesho yake siku ya mechi, bodi ya ligi wanaposti wao wenye wanakwambia mchezo uko pale pale, ah, ah, saa saba mchezo uko pale pale <laughs> mchezo uko pale pale, saa nane na nusu inakuja taarifa mechi imeahirishwa mpaka itakapopangiwa tarehe nyingine. Kwa nini si tumepeleka timu? Kwa sababu kama saa saba umeposti kwamba mechi itakuwa pale pale, watu wamepeleka timu uwanjani hiyo imekuwa ni itakuwa ni funzo. Hatutacheza kwa sababu hao wadogo zetu wanadekezwa sana. Mechi ya msimu uliopita kama misimu miwili mitatu nyuma, tumepangiwa mechi mechi yachezwa saa kumi, watu tushaingia uwanjani, tunajua kuanzia saa saba pale, inakuja taarifa. Saa tisa tuko uwanjani, mechi imesogezwa mbele mpaka saa kumi na moja. Kwa mfano, Sa. kwa mfano, akisema sasa vigezo, na vile vigezo wanavyovitumia wao kwa, kwa ile alama ya mwanzo waliopewa wameona sasa imekuwa ni kama vile wanaweza kuitikisa yani, ya ligi sasa wanaoka kama ishika wao yani wakifanya kidogo tui, ya Sia, kwao Ta, e, mm. Sisi kifupi ni kwamba hatuchezi e, ile, ile. Mashabiki wa Yanga, Yanga, Yanga. Walishtaki wali, wali Bodi ya Ligi kwamba iwalipe fidia ambazo wametumia kwenda uwanjani. E, hilo sasa ni swala ambalo liko kisheria huko mm mbele tutajibiwa kwa sababu sisi tunatoa alafu pia bado sisi wanakuwa na tuhujumu mechi zetu, Simba inapokuwa mechi ni ya Yanga, maanake mapato yote si yanakuwa na Yanga. Sasa yale mapato umekuja umeahirisha mechi, mapato yameenda wapi? Maanake watu hawajaenda uwanjani, watu washagharamikia, wanatumia gharama kubwa kuandaa mpira Alafu unafika una siku ya mechi, natangaza mechi hakuna, na baadhi ya watu washaingia. Kwa sababu wa sisi tunagaramikia gharama iliyotumia, kwa sababu dabi unaijua dabi inaongozwa na vitu vingi, kuna maandalizi mengi katika milioni e, mia nne, ima kiingilio milioni mia tatu. Sawa, watu wanakuja wanaingia watu mia mbili, manake mapato tayari, ushaisababishia hasara timu. Na hiyo yote ni mipango inapangwa na wao, inapangwa na ndugu zetu, ni ndugu zetu wa Simba wakishirikiana na TFF sisi hapa bana, hii si, ni watoto wetu, kwa sababu tokana na babu wetu. Sawa, haijalishi sababu, mimi ni mtoto kwa baba yangu, sawa. Hata kama nimemzidi kipato bado nitakuwa mtoto tu, ushanielewa? Baba, baba, sawa. Huyu katokana na babu wangu, babu wa kushoto. Mimi ningekunja hivi kuzidi, hajanizidi. Ana vikombe gani vya kunizidi mimi? Mimi ni bingwa mara 30 lakini huko huko uko... kimataifa sawa, kimataifa nimeingia fainali moja shirikisho. Wameingia robo fainali ngapi? Wameingia o... robo fainali <laughs> sio kwa na makarobo sasa. Leo umevuka tunaita maka fainali moja sawa, ona robo fainali saba, huna hata mafanikio yote robo fainali kio, ukifika unaishi hapo, wajua umetoka robo fainali, ndo mpaka fainali moja kwa moja. Wenyewe wanasema kwamba mnaiogopa dabi kwa sababu mnamuogopa mpanzi baandomaa nimekwambia mpanzo, sisi tunakwambia hivi, kwenye ligi hatuchezi naye eh. tunamwombea Mungu asimkimbie Singida Yeye, sinida mpaka kivuli. Kakimbizwa mtu katolewa miksoni, kaingizwa chama, katolewa chama, kaingizwa si nani mtu huyu? Sasa mpanzu na, mpanzu ni machachari mpaka sasa. Ana goli ngapi mpanzu? Anazidiwa mpaka na soo wa Singida, kaja juzi hapa, ana goli kibao kumi

Sasa hivi Simba kwenye pale ukienda pale Simba sasa hivi hata kuidondosha kwenye kumi na saba kule nje kabisa, kule inawekwa ndani penati. So, mtoto anabebo unaona, wapi ligi yako inaongeza dakika kumi na nane dakika kumi na tano anapiga pakome